Tanzania inayo furaha kubwa kukaribisha katika mfululizo wa vipindi vyetu vya afya hapa katika chama cha madaktari wanawake Tanzania MEWATA. Leo ninamleta kwenu shujaa wa saratani ambaye ni mwanachama kindakindaki wa chama cha madaktari wanawake Tanzania MEWATA, ni mwanachama hai ambaye alipatwa na saratani ya matiti lakini aliweza kupata matibabu mapema. Atatupitisha katika historia yake ili mimi na wewe tuweze kujifunza na kuweza kujua, katika mwezi huu wa Oktoba, ni mwezi wa Oktoba ya pink, ambapo tunajifunza kuhusu saratani ya matiti. Uko nami katibu mwenezi wa chama cha madaktari wanawake Tanzania MEWATA, Daktari Esther John Matol. Karibu, usitoke katika skrini yako. Karibu sana daktari. Uh, labda ungeweza kujitambulisha ili Mtanzania anayekutazama sasa aweze kutambua unaitwa nani na wewe ni nani katika chama cha madaktari wanawake Tanzania MEWATA, na umewahi kuhudumu kwa nafasi zipi? Karibu sana daktari. Asante sana kwa majina, anaitwa Dr. Sarah Jennifer Maongezi. Mimi ni daktari lakini pia daktari bingwa afya ya jamii au public health na, na kwenye chama cha madaktari wanawake wa Tanzania mimi ni mwanachama hai tangu mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano na mpaka hivi sasa ni mwanachama hai, lakini katika chama hiki nimewahi kuhudumu kama mkurugenzi mtendaji wa kwanza kwenye chama hiki. Ikiwa wewe ulikuwa mkurugenzi mtendaji wa kwanza wa chama cha madaktari wanawake Tanzania na umeshiriki kama mwanachama hai kindakindaki katika kampeni zote za uchunguzi wa saratani mbalimbali ikiwa mbali ni saratani ya matiti pamoja na saratani ya mlango wa shingo ya kizazi. Mara ya kwanza ulipogundua kwamba wewe ume una saratani ya matiti, uligunduaje? Ulikuwa na dalili gani? Ilikuwaje mpaka ukagundua kwamba una saratani ya matiti? Uh, kwanza naweza kusema kwamba Mungu amenipendelea kwa sababu miaka yote niliyofanya kazi nimekwenda kwenye njia ya mambo ya saratani. Nilianza kufanya kazi Ocean Road, taasisi ya saratani ya Ocean Road. Nilikaa pale kama miaka kumi na tatu nikihudumia wagonjwa wa saratani. Baadaye nikaenda kufanya ya public, eh, masters ya public health and degree yangu ya pili. Niliporudi nikaingia Mewata, nikaajiriwa kabisa. Nilichukua likizo bila malipo na nikafanya pale miaka mitatu baada ya likizo yangu kwisha, nikarudi wizarani nikakabidhiwa dawati la saratani. Baadaye uh, nikaonekana na mheshimiwa Mama Salma Kikwete, kwa sababu alikuwa mlezi wetu, akaniomba niende nikafungue programu za saratani kwenye taasisi ya wanawake na maendeleo. Alipomaliza muda wake madarakani, nikarudi wizarani nikakabidhiwa tena dawati la saratani. Kwa hiyo kuna wakati nilikuwa namuuliza Mungu, hii saratani inanifuata au mimi ndio ninaifuata? Ha, sikupata jibu, lakini mnamo mwaka elfu mbili mna, mna, mna, na ishirini na moja ndio mwaka ambao nilistaafu. Nilikuwa na miaka sitini, nimestaafu Januari, na kwa sababu ya kazi nzuri niliyofanya kwenye upande wa saratani, wakati ninastaafu hospitali uh, ya Aga Khan wakaniona, wakasema tunaomba uje ufanye na sisi kwenye programu ya saratani ambayo ilikuwa naitwa uh, mradi mtambuka wa saratani Tanzania au Tanzania Comprehensive Cancer Project. Kwa hiyo niliingia pale, nimemaliza Januari, nimestaafu Januari, mwezi wa tatu nikachukuliwa Aga Khan. Uh, kwa sababu nina mazoea ya kujipima, nilizoea miaka yote nafundisha watu kwamba ukitaka kujipima unaingia bafuni unafanya hiki na kile. Siku moja nikiwa nimeshika titi langu la kushoto nikaona mbona kama kama kuna kibunya ambacho sikielewi kidogo, kama kiharaji au kijegere kichwani ah, mwangu. Wala haikunijia kwamba ni saratani. Bahati nzuri ilikuwa na mwanachama mwenzangu ambaye tunafanya naye Agakadi, daktari bingwa wa wanawake. Nikamfungia ofisini kwangu, nikamwambia hebu niangalie, mbona mi naona kuna kitu sikitambui. Ashikashika kweli, naye alipata shida kidogo kukiona, kwa sababu kuwa kidogo sana. Akasema tusa, kwa nini usiende kupima? Kwa hiyo nikachukua, ni mpaka hapo wala naona kwamba haiwezekani kuwa saratani yani Mungu anipitishe kwenye kuhudumia wanawake kuhusu saratani, afu anipe saratani? Sio kweli. Kwa hiyo ndo safari yangu ya saratani ilianzia hapo. Ilikuwa mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na moja miaka mwezi wa tano miezi minne tu baada ya mimi kustaafu. Sasa baada ya wewe kugundua hivyo, ulifanya nini na ulichukua hatua gani baada ya daktari mwenzako uweza ku na ukaona kwamba kuna kweli miki uvimbe ukachukua hatua gani? Kwa kweli siku uh, sita kwa sababu mimi nawaelimisha watu wote kwamba usiogope na sio vivimbe vyote ni saratani, na mi nikuwa nakwenda kupima nasema hiki ni katika vile vivimbe ambavyo sio saratani. kwahiyo nilifanyiwa kipimo cha kwanza ambacho kinaitwa mamografia au X-ray ya titi uh, wakati huo x-ray ya titi ulikuwa ukipima unaona kwenye screen. Sasa mimi kwa vile ni daktari, nilivyoona tu nikafanya ah. Yule alikuwa ananipima nafikiri hakujua mimi ni daktari, akasema vipi? Akageuza ile screen, nikaambia hata ukigeuza nimeshaona. Akanambia umeona nini? Enaii, nimeona nilichokiona, lakini bado yani, sitaki kusema kwamba nisema ni saratani yani, bado moyo wangu unakataa hapana. Basi uh, akanemenda kwa daktari wangu, sababu daktari wangu naye alikuwa ni rafiki yangu. Akasema, nakuomba ukafanye kipimo cha pili ambayo ni biopsi. kutoa kile kivimbe kwa ajili ya kupima. Nikamwambia daktari, kwani umeona nini? Akasema kwa sasa hivi hatuwezi kusema kitu. Basi nikatoka, haikuwa siku hiyo hiyo nimetoka, nikasema hapa sasa, moja kwanza nikamshirikishe E, mtu wangu wa kanisani ambaye tunahudumu naye. Lipofika kanisani, nikamwelezea, tukafanya maombi, imani kabisa. Aliniambia hii sio saratani, inaonekana hili ni pepo. Nikamwambia sawa, na kataa kabisa, kataa omba, kataa asema kwamba hii sio saratani kwa imani kabisa. Nikasali nikasema hii sio saratani, kesho naenda kufanya biopsi, lakini sio saratani. Kesho yake nikafanyiwa biopsi, of course, majibu yanatoka ile ni kukata kinyama kile. Majibu yanatoka baada ya kama siku mbili tatu, majibu yakatoka, akapelekewa daktari wangu. Sasa ananiambiaje kwamba hii ni saratani, lakini mi nilihisi kwa sababu, nikawa nikikutana naye namuuliza majibu, anaambia majibu bado, majibu majibu bado. Nikamwambia hapana, haiwezekani. Siku nikamshika mkono nikamwambia utaniambia majibu yangu leo. Akamtizama usoni akaniambia, twende ofisini. Kufika ofisini akaniambia ni kweli una saratani. Uh, kama daktari ambaye ninajua safari ya mgonjwa wa saratani, iliniwia vigumu sana. Asikuambie mtu namini bidhanaa. Kwa hiyo tukalia pamoja na huyo rafiki yangu ofisini, tukatoka, nikasema akaniambia kapumzike nyumbani. Uh, kwenye gari naendesha mwenyewe, kwenye gari nalia. Nikifika kwenye taa, nikiona mtu ananiangalia, nani uko upande wa pili, asinione. Basi sasa, nikasema, namwambia nani kwanza, kozi mtu wa kwanza ni mdogo wangu. Tukajifungia chumbani, nikamweleza, nikamwambia, watoto usiwaambie kwanza, tutawaambia Jumapili, tukitoa kanisani, tutawaambia. Ilikuwa Ijumaa. Ah, akarudi chumbani akaenda sitiguu akarudi chumbani akanaambia, nimeshawaambia. Akamwambia basi haina neno. Kwa hiyo nikapangiwa kwamba nifanyiwe operation ya kutoa titi. Hiyo ndio hatua ngumu ambayo wanawake wengi wanaogopa, akishaambiwa kutoa titi, usipomkansel vizuri humpati tena. Anasema ngoja nikaongee na mme wangu, ngoja nikaongee na rafiki zangu. Na huko mtaani sasa kuna kila aina ya ushauri. Mimi pia, jirani yangu mmoja nikamwelezea, kesho yake sasa anaenda kulaza kufanyia operesheni, akaniambia usiende, mimi ninawafahamu watu ambao wamepona kwa maombi tu. Nikamwambia sawa. Akampigia kweli mtumishi wake, mtumishi akamwambia aje Jumatano. Nafikiria hiyo siku hiyo ni Jumapili. Nikawambia sawa ah. Mi Jumatatu nikabeba begi langu hospitali, ikaenda kufanyiwa operesheni, ikatolewa titi. Operesheni ikaenda vizuri, lakini baada ya hapo huwa kuna tiba za kufatilia. Baada ya kutolewa titi, unatakiwa upate e, zile dawa kemia za mionzi kwenye zile ambazo ni za sindano, na baada ya hapo ni tiba ya ya mionzi yenyewe, radiation. Uh, kwa bahati mbaya wakati huo Tanzania kulikuwa hakuna uh, kipimo kinaitwa, PET PET CT scan. PET CT scan scan inaangalia zaidi kama kuna sehemu baada ya kutoa titi, kuna sehemu kuna activity inaendelea, kwamba inamaanisha kwamba labda ugonjwa umeenda sehemu nyingine, kwenye ini, si kwenye moyo, si kwenye mapafu au ubongo. Kwa hiyo nipata bahati kwa kweli, mi namshukuru Mungu sababu wakati huo nimestaafu, si mtumishi wa serikali lakini wizara iliweza kunisapoti, nikaenda India nikafanyiwa ile PET CT scan na nikaanza dawa za kemia nne nikaja kumalizia zingine kumi na mbili Tanzania na zingine eh, na kufanya mionzi ishirini na tano hapa hapa Tanzania. Kwa hiyo safari yangu kama ninavyokuambia ni kwamba naweza kusema ilikuwa smooth yani. Nachotaka kukuambia ni kwamba baada ya ku- ya kulia wiki moja tu nilimweleza dada yangu ambaye ninamfatia yani, nikamwambia, dada, sikiliza, mimi nimepata na shida hii, lakini mwambie mtu yoyote anayetaka kuja nyumbani kwangu alilie huko kwanza, akishamaliza kulia ndo aje nyumbani kwangu. Kwa nini nasema hivyo? Watu wengi ndo wanaokufanya unanyong'onyea Mtu anafika anaanza, eh pole pole, anakukumbatia, analia, anakukumbusha machungu, anakufanya unakwenda down. Kwa hiyo la maana pale nilimwambia lia, nyumbani ni kwako, ukiona bado machozi hajaisha, naomba malize huko huko. Ukifika kwangu, tunacheka, tunaomba, tunapeana moyo na maisha yanaendelea. Na wali walikubaliana na mimi, kweli walikuwa wakija nyumbani kwangu wananishangaa, yaani mimi ndo kicheko changu kinasikika barabara ya tatu ninacheka ninakula, ninafanya kila kitu lakini, la ziada, nawashukuru sana chama cha madaktari wanawake Tanzania kwa sababu nilipojua na hiyo hali, nilithubutu nikarusha kwenye grupu la MEWATA ambao lilikuwa na wanachama zaidi ya mia tatu hamsini yani, nikuambie kitu. Baada ya hapo, kuna watu walikuwa wananifata inbox, madaktari wanawake wananiambia, daktari, umewezaje? Mbona mimi ni mgonjwa wa saratani ndo miaka mitatu sasa, siwezi kufanya kitu ulichofanya wewe daktari. Hata mimi niligundulika sijui mwaka gani daktari. So nikajua kwamba he, kumbe tuna madaktari wengi wenye haya matatizo, lakini kuna kitu kinaitwa kujinyanyapaa, stigma, anajistigmatize yeye mwenyewe. Je, nikisema watu watanionaje au nitakuwaje? Lakini nashukuru, going forward, wana madaktari wengi sasa, so hivi wanajitokeza kusema mi na tatizo hili na hili Nawashukuru kwa sababu waliichangia pesa kidogo na ikaenda kunisaidia, no? Huko daktari, wewe ni shujaa wa saratani, hatuna budi kusema hivyo. Kuna dhana potofu mbalimbali, nimesikia hapa kati nimesikia swala la imani kwamba wanam, watu wanaamini kwamba saratani ya matiti inawezekana ni kitu ambacho kinaweza kikakemewa na mapepo kikaondolewa, lakini pia kuna ishu ya jinsi ya ku acceptance kupokea kwamba sasa i kwa kubo, umeprove kwa kiasi kikubwa, wewe ni shujaa wa saratani. Kuna dhana potofu mbalimbali mbali katika jamii zingine ambazo inawezekana msikilizaji na mtazamaji haja an anazo katika jamii yake, na tungependa uzi address ni dhana gani zingine potofu ambazo zipo katika jamii yetu, na unadhani huu ni wakati sahihi tuzi address, ili wote tufunguke na tuwe tayari ku access matibabu ya saratani. Asante uh... Dhana ya kwanza ni kama ambavyo nimesema kiimani, watu wanaamini kwamba ni mapepo uh, kwamba unaweza ukakemea. Mimi katika safari yangu ya kukaa kwenye hizi taasisi za Ocean Road, sijui MEWATA, tulikuwa tunapata wamama wa ambao wanakuambia mimi sitaki kutibiwa na kuenda kwanza kuombewa. Trust me, hatujawahi kupata hata moja aliyerudi akasema, si mnakumbuka mlipima hichi kinyama mkakuta ni kansa, nimeenda nimeombewa, sasa hivi sina kansa. Tulikuwa tunamwambia hivyo, yani akikataa kabisa tulikuwa tumlazimisha, lakini tunamwambia ukishatibiwa, ukapona, rudi ili tuweze kuwapa moyo wengine, waende hilo kanisa unalosali au msikiti unaosali, ili na wao wapate kupona. Hakuna aliyerudi. Namba moja. Namba mbili, nilisahau kusema hii, nilipata pia daktari wa uh, tiba mbadala. Daktari sijui, wenyewe wanajiita madaktari na aliniambia hivyo, usiende kutibiwa kupewa hizo dawa za kemia, yaani ndio utakufa kabisa. Kuna dawa zangu hizi hapa. Najua nilikwenda kweli, nikaenda nikamwambia, hebu nionyeshe. Akanionyesha, akaingia sijui laboratori yao mwenyewe, akatengeneza akachanganya, nichukua zile dawa, alafu nikamwambia mmeongo, hebu kazimwage kule chooni, yaani sitazitumia mimi, nakwenda kutibia hospitali. Kwa sababu gani? Mungu huyu tunayemwamini yeye ndo ametengeneza madaktari, yeye ndo ametengeneza miti ambayo inatoa dawa na ametupa uwezo wa kutibu. Sisi tunasema sisi tunatibu tuna, lakini Mungu mwenyewe anaponya. Kwa hiyo, kwa nini usiende kwanza ukatibiwe, alafu ili upate kupona kwa kumwomba Mungu. Mimi naimani sana, uwezi kuamini na sali sana lakini naamini kabisa kwamba Mungu ameteua madaktari na watu wengine ili waweze kutibu ili he, sasa, ili sasa kabisa. Lakini dhana nyingine potofu kwenye jamii ni ile wanayosema, ukisha kata ziwa, na mara nyingi saratani zinakwenda zinakwenda ziwa la kushoto, wanasema ndiko moyo ulipo kwao, ukitoa lile titi, basi umetoa moyo wa mtu huyo, mtu atakufa. Hiyo ni dhana potofu kabisa, kwa sababu titi liko juu, moyo uko ndani ya kifua kabisa a Ukitoa titi unajaribu kupunguza ule uwezekano wa kuacha ule ugonjwa kusambaa sehemu nyingine. Dhana nyingine potofu ni tiba ya mionzi. Watu wanakuambia, ni kweli ile mionzi, tulipokuwa miaka ile walikuwa wanasema unaenda kuchomwa mionzi, kwa hiyo watu walikuwa wanadhania kwamba ile mionzi ni moto mkubwa, kwa hiyo unachukuliwa unaenda unatumbukizwa umo ndani, ndo unachomwa. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanaogopa sana tiba ya mionzi na kuna dhana nyingine tofauti, sijui umelogwa, sijui wewe. Mara nyingi wa mama waliokuwa wanapata saratani wakija pale taasisi au wagakani wanasema wameachwa na wenza wao, kwa sababu wameambiwa, wewe umelogwa, usije ukatuambukiza urogi wako huku kwetu. Kuna zana nyingine tofauti tofauti, lakini hizo ndio kuu. Asante sana daktari, kuna wanawake na wanaume wanaokutazama sasa, sasa hivi ungependa kuambia nini kuhusu umuhimu wa kufanya uchunguzi wa saratani mapema, kwa sababu ni mwezi Oktoba, kuna a lot of sensitization ambayo inaendelea katika mitandao ya kijamii, katika media mbalimbali, umuhimu wa wanawake kuchunguzwa saratani ya matiti, lakini hata kuna wanaume pia ambao wanatakiwa wachunguze saratani, yani ni both genders. Unamshauri nini mtazamaji anayetazama sasa hivi, umuhimu kwa sababu wewe wamekugundua mapema, it was an early stage, ndio maana pia prognosis imekuwa nzuri, ni zaidi ya ya miaka mitano sasa hivi na unaendelea vizuri. Unamshauri nini huyo mtazamaji yeah? Mtazamajitaa uh, napenda kuwaambia kwamba kwanza wanaume ndio huwa wengi wanaulizaga, kwani saratani ya matiti sisi inatupata mbona hatuna matiti? Katika wanawake mia kwenye saratani ya matiti mmoja atakuwa mwanamme. Uh, kwa hiyo katika kufanya uchunguzi tunawaasa wanaume kwa wanawake waende wakafanyiwe uchunguzi wa saratani ya matiti. Basi kama sio hivyo, mwanamme amsapoti mwenza au dada au sijui mama, ili afike kwenye vituo vya kupimia kufanya uchunguzi wa awali wa saratani ya matiti. Na kama unavyosema mwezi huu wa kumi watu wengi sana wanatoa hiyo ofa kupima uh, kufanya uchunguzi wa saratani ya matiti bure, ikiwemo chama cha madaktari wanawake Tanzania. Kwa hiyo watumie uh, fursa hii adimu, kwa sababu ukienda hospitali utatumia pesa nyingi kumwona daktari akuandikie kufanyiwa vipimo. Kwa hiyo kwa wakati huu basi tumieni hizi fursa, angalia kwenye mitandao ya jamii, angalia kwenye mabango, sehemu gani unaweza ukafanya uchunguzi na uzuri kwa mfano wa mama kufanyiwa hizo uh, x-ray za matiti ni mara moja tu kwa mwaka. Kwa hiyo haitachukua muda wako mwingi useme kwamba asa mimi biashara ya yangu itakuaje, ntachelewa watoto itakuaje, lakini pia kuwa asa na watoto wasichana kama wakiona ana chochote ambacho sio cha kawaida kwenye matiti, basi afike kituo cha afya kilicho karibu na yee, eh, kwa ajili ya uchunguzi. Una kipi cha kumwambia mtazamaji ambaye leo aidha amegundulika ana saratani ya matiti au ana ndugu yake amegundulika na saratani ya matiti, kuhusiana na safari nzima ya matibabu na utaratibu wa kufuata? Asante sana. Mimi eh, nawaasa kwamba ukigundulika na saratani ya matiti haimaanishi kwamba ndio umeambiwa sasa unakwenda kufa. Uh, safari kweli ina changamoto chache chache, lakini ambazo zinaisha Mfano, ukifanyiwa upasuaji unaweza ukapata infection nini hizo, uh, kemotherapi na ndio vitu ambavyo watu wanaogopa, utanyonyoka nywele, sijui utatapika, utafa. Ni mazila yapo, lakini yanakwisha. Yaani lile zila la kuacha ugue saratani ni kubwa kuliko ili zila ambalo wanasema ni litapita. Ni, ni kubwa ndio, lakini litapita. Unavyotuona hapa sasa hivi tumesuka nywele vizuri, tulikuwa vipara kweli, tulinyonyoka nywele sana ilitapika lakini nipo hapa, natoa ushuhuda. Kwa hiyo mimi nawaasa kwamba wasiogope, wasiogope, na namshukuru Mungu katika hii safari yangu, nime nimekuwa kama mshauri. Kila mtu ambaye ananifahamu mimi eh, hata madaktari wengine wanambnenda Dr. Sarah, mtu anaingia analia, nampa tishu, namwambia maliza kulia, ukimaliza akitoka pale anacheka kwa sababu Ninaamini kwamba nina kipaji cha kumshauri mtu na akanielewa. Wengine wanakuja ah, mi sitaki matibabu mi siendi kwenye matibabu, lakini akitoka pale anakwambia dokta, mimi mimi kesho, mimi naenda kutibiwa. Kwa hiyo karibuni sana, mimi kama mshauri eh, sina gharama yoyote, nashauri bure, karibuni sana sana. Asante sana daktari. Mwisho kabisa, una wito gani kwa mtazamaji anayekutazama leo? Kuhusiana na saratani ya matiti, uchunguzi wa saratani ya matiti kuna wito gani kwa jamii? Uh, mi wito wangu ni kwamba kwanza tufahamu kwamba kwa mfano kwa, kwa, kwa, kwa Tanzania ni saratani ya pili inayoongoza kwa vifo kwa wanawake. Kwa hiyo uh, na wanasema ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini hii itaongezeka zaidi. Kwa hiyo asidhanie kwamba amekaa pale anasema, ile saratani ni ya dokta Sarah, ile saratani sijui ni ya Esta saratani inaweza ikampata mtu yoyote mweupe godi mweusi Mgoni sijui Mmakonde, kabila lolote, e, hata mwenye cheo chochote. Mimi daktari hapa nitegemea nitapata saratani ya matiti, lakini watu wengi huwa wanadhani saratani ni ya wale na sio ya kwangu. Kwa hiyo ushauri wangu mimi ni kwamba saratani inaweza kumpata mtu yoyote, na asiogope mtu yoyote kwenda kufanya uchunguzi, kwa sababu inaweza ikawa ni wewe weza kawa ni shangazi yako, mama yako, ndugu yako. Huo ndio ushauri wangu kwamba inabidi watu wote tuamke, tusikilize madaktari wanavyosema, tuende kufanya uchunguzi na hatimaye tuweze kuliokoa taifa letu la Tanzania. Asante sana, daktari, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Hadi wakati mwingine, mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa vipindi vyetu vingine. Usikae mbali na ata yetu ya chama cha madaktari wanawake Tanzania MEWATA kwa ajili ya vipindi vinavyoendelea, na usiache kwenda kufanyiwa uchunguzi wa saratani ya matiti. Tanzania bila saratani ya matiti inawezekana. Viva viva MEWATA!